Sasa ni wajibu wangu kuwarudishia mrejesho wa ahadi zile nilizozifanya, lakini kwa bahati nzuri nilipopita kwenye mabanda maonyesho, kabla sijaingia hapa, majawabu yote niliyakuta kwenye mabodi na wakurugenzi walinieleza yaliyofanyika. Kwa hiyo nadhani nisiwapotezee muda kusema nilifanya, nilifanya, nilifanya, lakini niwaambie tu kwamba kwenye elimu, mbali na madarasa elfu kumi na tano tumejenga vyuo vya VETA katika wilaya uh, sitini na nne. Kazi inaendelea lakini kuna vingine ishirini na tano vilikuwa kabla, na kila mkoa kina chuo kikubwa cha uh, mafunzo ya VETA na mafunzo ya ufundi stadi. Lakini kwa upande wa afya kazi iliyofanyika mnaijua. Lakini pamoja na uh, majengo, amesema mwenyekiti wa Alat, kuna vifaa vya kisasa sana kwenye hospitali yetu katika ngazi zote, lakini pia tumepunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa madawa. Madawa sasa, supply ya madawa inakwenda vizuri, na kwamba referral zile za maradhi kuja Dar es Salaam na Benjamin Mkapa zinaishia hospitali za mikoa kwa sababu vifaa vyote, utaalamu wote, watumishi kila kitu Marani kiko kule, lakini juu ya hivyo magari ya kuhamisha wa wagonjwa kutoka hospitali moja kwenda hospitali nyingine. Sikujua kuna skrini inaonyesha yaliyotekelezwa. Sasa yule mwenye, mwenye nani kuwa makini, basi nikisema uweze kuweka hizo yaliyotekelezwa. <laughs> hey. Wanasema usipojisemea mwenyewe hakuna atakaye kusemea, sio? Asante hey, watoto wangu wa vyuo vikuu wanasema mama asemewe, na wao nimesimama kunisemea hey, kabisa.